kusubscribe ku usikose, comment na kushare, ili wa kwanza kupata habari zetu za kila siku ambazo zinashuka hapa kupitia Kiaga TV. Leo tumefunga safari, tupo mbali kidogo, maeneo ya Dondwe, pembeni ya Dar es Salaam. Madhumuni ya kuja huku ni kuhakikisha kuja kuwafikia wananchi ambao wako huku. Kuna changamoto ambazo zinawakuta huku upande wa Dondwe. Hapa hapa nipo na waumini wa Kiislamu ambao wapo huku Uh, kuna jambo nimeja kuja kuzungumza nao kwa kuhakikisha kwamba kila kitu kinana sawa, kwa sababu kichombo chako cha TV ya Kiyaga TV kinakuletea kina habari tofauti tofauti. Kwa hiyo leo tumeona bora tuwatembelee mashekhe ambao wapo huku kwenye msikiti wa Dondwe wa kuhakikisha tunaangalia jinsi gani, changamoto gani ambazo zinawapitia sisi kama watazamaji wa Kiyaga TV kuhakikisha kwamba tunawasaidia kwa namna moja nyingine, kuwafikisha mbele ambapo tunawafikia. Ni yani madhumuni kuja kuangalia changamoto ambazo zipo huku, ili tujue kiasi gani tunaweza kuwasaidia sisi kama watazamaji wa Kiyaga TV. Twende pamoja. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Za hapa. Alhamdulillah. Mimi naitwa uh, Masunda. sijui mzee wangu kwa jina kamili, si unaitwa nani? Mimi ni mzaliwa wa Kilwa. Naam. Dar es Salaam mpaka Dondwe kabisa. Kabisa, kabisa. Kabisa. Mimi nimefunga safari vile vile kutoka jijini Dar es Salaam mpaka huku pembeni ya Dar es Salaam kuhakikisha kwamba kuja kufuata changamoto ya hapa. wewe ni, ni nani kwenye msikiti na. Changamoto gani ambazo unapitia kama imamu? Hapa tuna changamoto nyingi sana, tuna changamoto kwanza la jengo letu la msikiti ambalo ndio linatusumbua kama unavyoona jengo letu la kwanza ndio liko hivi, lakini tulifanya michakato mchang... mbalimbali ya kutaka kutafuta matofali na tujenge matofali msikiti mpya. Kwa bahati mzuri, tukafanya hivyo, matofali tukakusanya kiasi fulani. Lakini bahati bahati mbaya au bahati mzuri kwa ndio kuanza ujenzi tukapeana tukazoka hoja nyingine wewe kwamba tupo karibu na barabarani tufanye mchakato mwingine tutafute eneo lingine ili tujenge msikiti uliokuwa mkubwa. Lakini kwa bahati mzuri, ni kwamba eneo, kwa eneo kubwa kuna kwa hiyo, tukaenda kulianzisha ile jengo, mpaka sasa hivi bado liko nafasi ya msingi. Kwa hiyo ni bado kabisa, hiyo jengo halijaenda popote. Kwa hiyo tunahitaji mato, vifaa matofali, nondo, misumari, simenti ili iweze kufikia sababu ni msikiti ni mkubwa sana. Kwa hiyo hatujui wapi kwa kwenda, hatujui ni nani akumwendea ili tuweze atusaidie. Kwa hiyo changamoto zilizopo ndio hizo. Kwa hiyo kuna uongozi maalumu ambao umepangwa, ambapo kama mtu anatokea, kwa sababu watu wanatuangalia sasa hivi, anaweza kutokea kuchangia, wanachangia kwa njia ipi? Naam. Tumeshapanga taratibu tayari, tufungua akaunti. Akaunti yetu benki na tunayo hapa mbele yetu. Kwa hiyo kama mtu atakuwa amesikia, ana ana chochote basi ipo akaunti ambayo anaweza keza akatosa. Okay, kwenye jambo lolote likosi changamoto, wewe kama imamu, changamoto gani ambazo unapitia kwenye swala hili la uongozi wa wa imamu kama wewe ambao unaweza kutuelezea kama imamu ili viongozi wengine wajua kwamba uongozi wa kuongoza dini au kuongoza Waislamu au na watu wengine nasi kunakuwa na imamuma, changamoto nyingi ambazo wanazipitia kama wewe, toka uwepo uwepo hapa wa kuchagua wewe ndio imamu, kipi kinakupa wakati mgumu sana mpaka anafikia kipindi wakati unasema ah, natamani niuache uimamu kwanza, na mimi ni maamuma. Kwa kweli changamoto nyingi, mimi hapa na takriban miaka kama 24 tangu chaguliwe, changamoto ni nyingi kwa sababu kwanza udhaifu uliopo kwamba sisi wenyewe waamini wa tumekuwa ni wazito katika kufanya a mtaaangka kukidhi mahitaji yetu ya msikiti. Bado inakuwa kwamba watu kujitolea inakuwa mtihani sana, inakuwa ni mkubwa mpaka ule kama unavyozungumza kwamba nafikia tu da um, nah, hii kazi, nge, kazi mbilewe, kwa kweli inabidi wala ingezekana kama ni kazi nyingine ningaliachia mbali lakini kwa ni kazi ya Mungu bado tunapambana na na waumini. Wapo ambao wana mwenye moyo na wapo ambao hawana moyo, basi hali iko hivyo. Umesema una miaka mingapi hapo? Takriban 24 miaka 24 unaongoza hapa? Naam. Kujatokea watu kutoka pembeni kusema mzee, mbona kila miaka eh hey, kwani ndo nani eh hey, hujakutana naye? Bado sijakutana naye kwa sababu hakuna kitu kwamba msikiti umekuwa oe hai kama ingalikuwa una una riziki ndani yake, basi changamoto hazikosekani, kwa sababu mote mwenye changamoto kwa sababu ya unapatikana, una fedha sasa. Huyo msikiti wa shamba hakuna huyo, mwenye imamu ana njaa, naona bwana haliko dhoe hai. Kwa hiyo bado changamoto bado, labda baadaye miaka ya mbele, kwa shala changamoto. Za kwa sababu tayari kama hivyo msikiti ukiwa kubwa, watu wengi, riziki inaingia, changamoto hazikosekani. Kumbe mara nyingi sana migogoro inakutokana na kutokana na mzigo. Eh, naam, changamoto zinakuja kutokana na mzigo. Ukisikia changamoto zinapata katika misikiti, maimamu wanafukuzwa, wanagombana sababu ya riziki. Kwa sababu mzigo hakuna, ndio unadumu. Mzigo ukishakuwepo hapa muda wote tunaweza kukwambia mzee atoke. Kabisa watasema bwana wewe kwanza wewe sio mzao hapa, wewe bwana mtu wa kuja, wewe bwana wewe sio na hivi na hivi wewe una elimu. Lakini tangu mwanzo mleheshimu mpaka sasa hivi kwa elimu ile unayo inawasaidia na inatosheleza. Lakini kifikia mabali ya riski ah, tayari itakuwa hali. Kwa hivyo pole sana, sana. Na, na, na, la mwisho kabla sijakuwaga uh, kanuni gani ambayo inamsababisha ina, ina, ina mtu awe imamu? Yaani mtu yoyote anaweza kawa imamu au kuna kuwa na taaluma maalumu ambayo inamfacha imamu? Kwa mujibu wa utaratibu ni kwamba imamu una sifa kama kumi na tano kama sikosei, lakini kwanza uwe na fahamu elimu kidogo Eh ee, hey, ukijua kulu wallahu na alhamdu kusoma vizuri basi unaweza kuwa na imamu. Haya masuala mengine ya kisheria ya mambo mengine makubwa makubwa kufanya labda sijui mambo ya mirathi hayo nyingine, lakini kwanza kujua kusoma ile sura vizuri, basi unaweza kuwa na imamu na kujua kufanya mambo kufanya labda mambo yale ya ahwali ya ya ya, ya, ya, ya, ya, kimazingira, e, mtu akifa kujua kumuosha kujua kuzika na kufanya fanya dua na mambo mengine, basi tayari unakuwa wewe unaweza kuendesha mambo, eh alhamdulillah nipa faida kubwa sana, watazamaji wa Kiyaga TV. Nauliza maswali maswali haya ya msingi, ili na wewe upate kujua kwamba haya mambo yanakwenda vipi. Kama nilivyokwambia, niko Dondo, niko na imamu hapa, kama nafikiri amezungumza vitu vingi sana aa. Kama wewe muumini wa Kiislamu na ambaye sio Muislamu, hata kama una dini, basi hakikisha unachangia kwenye hii masjidi Noor ili mradi iende isimame, ya msingi watu wapane ibada zao hapa, wasamehewe madhambi yao. Kwa hiyo ni jambo la msingi, ukichangia masjidi hii utakuwa hujapoteza maana, utakuwa umejiwekea wewe amali yako leo na kesho kiama. Tumuogope sana Mwenyezi Mungu kwenye hili Tujitoe Waislamu, tujitoe Waislamu wa Dondwe na wale ambao wako nje Dondwe wameona kwenye TV hii, basi kuna namba ambazo atazitaja hapa mwamba, basi mtazikamata, mtu asira naye imamu, mtatuma mchango wenu moja kwa moja. Wao wamesema sio pesa tu, kama una uwezo kufunga eh, vitu kufunga safari kutoka huko na gari lako, leta mzigo wako, matofali, misimenti lete huku, ili mradi masjidi iweze kusimama. Unaweza kutaja namba ambazo naweza watu wakataka kuchangia au kuojimali matatu kupitia wewe inshallah. Kwanza katika hilo kama ulizungumza kwamba sisi tunahitaji kwamba, mm -hmm. fitna ikiwa mtu ana uwezo wa sementi mfuko arobaini, hamsini, matofali elfu tatu elfu mbili elfu tano alete tofali, sehemu za matofali pale yapo anauzwa, al alipie pale, basi ah basi ungetaja namba hili kama wengine naweza kukutafuta binafsi. Namba simu eh, namba ya simu ni sifuri sita nane nane sabini na tatu themanini na mbili tisini na tano. Kuna namba nyingine ambayo ni ya katibu ni sifuri sita nane sita ni sifuri sita nane sita nne tisa saba tatu saba nne. Na nyingine ni sifuri saba nane saba kumi na nne sabini moja kumi na tatu. Namba hizo hapo hizo ambalo Habibu Mustafa ametutajia hapo. Basi wewe kama Muislamu, mtu wote ambaye umeguswa na hili, changia madarasa ili uweze kufika mbali, changia masjidi uweze kufika mbali.